Harambe, harambe, mama, harambe, nikakuta kuna kituo cha afya ambao tumekijenga kwa muda mrefu sana nikamwambia daktari, wewe ni rais, wewe ni mbunge wetu, lakini ni waziri wa fedha nikaongea kwa machozi sana juu yake nikamwambia naomba wanakidaru wapate kituo cha afya mheshimiwa mbunge akanambia kituo cha afya utapata akateta na mwenye nchi ambao ni bingwa kabisa mama yetu dr samia zikaja awamu ya kwanza milioni mia tano na hivi mwezi huu wa nne zilikuja milioni mia moja hamsini niwambie nisiwambie kituo cha afya sasa kimekamilika kimeshakuwa shwari kabisa na sasa hivi hapa tumeenda kuombewa madaktari tisa mmoja atakuja na ambaye tayari ameshapangwa ni daktari wa upasuaji na wa pili ni daktari wa usingizi hatutaenda tena kiomboi tutafanyiwa operesheni hapo inaposhindikana lakini kuna madaktari ya magonjwa ya kinamama magonjwa ya macho magonjwa ya miguu, madaktari wale wanakuja. Na waheshimiwa wenye viti wenzangu, ninapoacha muendelee kuwapokea wale madaktari, waweze kufanya hiyo kazi. Lakini baada ya afya, nikaona ndurumu hapa kwepo na zahanati aina yeyote, tangia misingi kuumbwa hii dunia. Nimekuta zahanati boma liko hapa, wananchi wamechangishwa hela mpaka kuchoka. Niliingia na gia kubwa, ndio maana nisema niliingia na gia kubwa, niliweza kukamata waliokula hela za watu Tukawekana ndani wakarudisha hela tukajenga boma likakamilika, nikamwambia mheshimiwa mbunge, nikamwambia mkurugenzi, sasa kuna haja ya kwenda kuwatekelezea wananchi wa Ndurumo. Wakaleta shilingi milioni 77, tukakamilisha zanati ya Ndurumo, inafanya kazi sasa hivi ndugu zangu. Baada hapo, tumeweka miundo mbinu, tumeweka matenki ya maji, tunavuna maji pale mnaona, lakini tumejenga vyoo vya kisasa kabisa kwa ajili ya wagonjwa na kwa ajili ya watumishi. Baada ya hapo tukamaliza mambo ya afya, tukaingia miundo mbinu. Nilipoingia hapa, nilitembea masaa sita kwenda Mwamapuli kwa mguu nikiwa na watumishi. Nilipofika Mwamapuli, nikasema hapana, kuna haja ya mimi walionichagua niweze kuwatumikia. Tumeenda kuongea na Mheshimiwa DC na ni mshukuru sana mkuu wa wilaya amekuwa msikivu, aliweza kuweka ziara akaja Mwamapuli, tukapokea barabara yenye thamani ya milioni mia nne na ishirini kutoka, kutoka Luono hapa mpaka Mwamapuli. Leo hii barabara ile imekamilika, akina mzee Njige wanakunywa bia zao hapa saa sita usiku wanaenda nyumbani, hawana shida kabisa. Ndugu zangu, hii ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Lakini hapo niliingia mwamapuli hapa kwepo na umeme, nimeweza kuomba kwa wilaya, amepokea mheshimiwa mbunge, ameshughulikia mheshimiwa rais, ametuletea mradi wenye thamani ya milioni mia tatu na hela. Tumeweza kupokea mradi wa umeme, umefika Mwamapuli. Lakini Nduruma pakwepo na mradi wa umeme, umeme tayari Nduruma umefika wenye thamani ya milioni mia tatu na hela. Ndugu zangu, tumebaki na maeneo machache, na hivi ninavyoongea hivi, ninaondoka hapa tayari nimeacha miradi ya umeme inaendelea kama ifuatavyo: kitongoji cha Mugampoku umeme umeanza kuwekwa na tayari savea alishakuja umeme unawekwa. Kitongoji cha Tegelo pale Nkuruma B umeme umeme umeme unawekwa unawekwa unawekwa kitongoji kitongoji cha cha Laini umeme unawekwa Kidaru na kitongoji cha Kimamabi, umeme unawekwa. Tulikuwa na tulikuwa waisani, kwa mfano Tasafu haikuwepo kabisa kata Kidaru, mlikuwa mnasikia Kisirili kule, lakini mimi nimepambana tumeleta tasafu leo, wale wahitaji wanapokea na kupunguzia makali ya adha. Lakini si hivyo tu, vikundi vya kinamama mlikuwa mnavisikiaga tu kwa wajanja kule, lakini leo leo hii hapa mimi nilipoingia tumepambana. Vikundi leo vimepata mkopo. Kidaru imepata mikopo, vikundi viwili, tegelo viwili, kidindurumo viwili, na hapa luono tayari fedha zimeshaingia kwenye vikundi vingapi? Viwili. Haya niliyoyasema ndio tuliyatekeleza kwa miaka mitano. Sasa neno la mwisho, neno la mwisho, mnaniruhusu kwenda kuchukua fomu? Yeah.